Allah, la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Kuna aya moja ndani ya Qurani ambayo shaitani hukimbia naposikia ikisomwa. Aya moja tu inaweza kulinda nyumba yako, nafsi yako, na hata usingizi wako. Watu wengi hawajui nguvu yake, lakini wale wanaoijua hawaishi bila kuisoma kila siku. Leo tutaangalia siri na maajabu na nguvu kubwa ya Ayatul Kursiyu, aya ya enzi tukufu ya Mwenyezi Mungu. Sikiliza kwa makini mpaka mwisho ufahamu faida zake za aya hii na jinsi unavyoweza kuitumia katika kutatua changamoto zako na kuimarisha ulinzi ulio madhubuti. Uh, Ayatul Kursi ni aya ya 255 katika suratul Baqara. Mwenyezi Mungu anasema: Allahu la ilaha illa huwa lhaiu llqayum, Allah hapana Mungu ila yeye aliye hai anayesimamia viumbe vyote. Ndani ya aya hii kuna sifa zote kuu za uungu wa Mwenyezi Mungu: uwezo, uhai, elimu na utukufu. Hii si aya ya kawaida. Ni ngao ni kinga na ni nuru. Kwa hivyo ni ujiza na maajabu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba atakayesoma Ayatul Kursiyu usiku, ataendelea kulindwa na Allah na sheitani hata mkaribia mpaka asubuhi. Fikiria, usiku mzima umelindwa na Allah kwa aya moja tu, lakini pia mtu mmoja alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, ni aya gani kubwa zaidi katika Qur'ani? Mtume akasema Ayatul Kursi." Kwa hivyo, ndugu zanguni, maajabu yake ni haya yafuatavyo. Kwanza, inalinda nyumba ina, inalinda nyumba dhidi ya majini na uchawi. Inafungua milango ya baraka na rehema Inatoa utulivu wa moyo kwa mwenye huzuni, na ni ushahidi wa imani ya kweli kwa anayesoma kwa moyo wa ikhlasi. Hii ni aya inayotikisa mbingu na kila herufi yake inalindwa na malaika elfu moja. Kwa hivyo, eh, faida kila mwislamu anapaswa kujua kwamba aya hii ina faida gani? Faida ya kwanza, kila anayesoma baada ya swala tano, Mwenyezi Mungu humkinga mpaka swala inayofuata. Faida ya pili, ukisoma kabla ya kulala, sheitani hatakaribia hadi asubuhi. Faida ya tatu, ukisoma kabla ya safari, Mwenyezi Mungu anakulinda dhidi ya ajali na mambo ya ajima, na mambo na mabaya ya njiani. Faida ya nne inavutia riski kwa Mwenyezi Mungu eh, kwa mwenye kumtaja Allah daima riski yake inafunguliwa. Faida ya tano eh, inaleta amani ya moyo na kinga dhidi ya uoga, huzuni na mashaka. Kwa hivyo, Ayatul Kursiyu ni kama ngome ya nuru inayokuzunguka na shetani hawezi kuingia humo na E, jinsi ya kuitumia aya hii ni namna gani? Sasa unaweza ukaitumia aya hii ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuimarishie ulinzi na akuwekee aku, akupe riziki kwa haraka na kwa wepesi. E, na hizi ndio njia sahihi ya kutumia Ayatul Kursi. Njia ya kwanza, soma baada ya kila swala ya faradhi. Njia ya pili, soma kabla ya kulala, e, ukiweka mkono kifuani au kichwani. Lakini njia ya tatu, soma kabla ya safari au unapohisi hofu. Na njia nne, soma unapofungua biashara yako, nyumba yako au jambo jipya, ukimwomba Allah baraka zake. Kwa hiyo kila wakati unaposoma fikiria maana yake, usisome kama maneno tu, bali tambua unazungumza na Mola wako. Kwa, kwa hivyo ndugu zangu ni Waislamu e, Ayatul kursiyu ni zawadi kubwa kutoka kwa Allah, usiache iweke kwenye ulimi wako, kwenye moyo wako na kwenye maisha yako. Kumbuka shetani hukimbia, huzuni hupotea, moyo hupata utulivu pale tu unapomkumbuka Allah Subhanahu wa Taala. Kwa hivyo basi, leo anza tabia hii. Baada ya kila swala, kabla ya kulala, soma ayatul kursiyu e, utaona nuru, utulivu na baraka zisizo na mwisho. Allahu la ilaha illa huwa lhayul qayyum. nuru ya Allah ikujaze na rehema zake zikusitiri daima. Ndugu yangu mwislamu, usikose kufuatilia madarasa yetu. Video ijayo inshallah, nitakuletea Ayatul Kursiyu nikufundishe e, hatua kwa hatua jinsi ya kuweza kuisoma nikufundishe kuitamka, nikufundishe kuitamka e, Ayatul Kursiyu, ili nawe pia uwe ukiitumia katika nyakati mbalimbali mbali. Kwa ajili ya Allah, subhanahu wa ta'ala, akuwekee ulinzi na akupe baraka.

Wa Nurdin Media ni channel maalum inayokuletea Qur'ani, dua na mawaidha yenye kukugusa moyo na kukupa mwongozo wa maisha. Kwa hiyo ukisha subscribe na kuwasha kengele hakika utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazo posti. Asante kwa kuwa sehemu ya safari hii ya kheri. Karibu Nurdin Media, kambi yako ya kujifunza na kuimarisha imani.